Nimeona watu wanalialia sana kwenye comments ya post ya Wema, wanalialia Wema ana miaka thelathini na nne. Haiwezekani, mimi nilikuwa darasa la saba namjua Wema, oh, mimi nilikuwa si fomu kapi namjua Wema anashiriki, hawezi kuwa na miaka thelathini na nne. Sasa ni hivi, hii ndio mara ya mwisho naongelea ishu ya umri wa Wema kwa sababu nishaongelea before, siongelei si tena. Hii ndio mara ya mwisho atakaye amini amini, kama utaki kuamini kunya utajijua mwenyewe. Ni hivi Yani, siongele tena. Ni hivi? Ni hivi nimekutana na Wema 2006. nimekutana na Wema Slipwe 2006. nimekutana naye yuko form yani, yuko form 4 ndo anamaliza form 4 ndo anaandika mitihani yake ya form 4 Okay? alikuwa anasoma some international school, schul Mikocheni siju academic siju academia sio ni nini, Mikocheni huko anamaliza yani ndo Amemaliza mitihani au ndo anaandika ile mitihani, utana naye Jumapili Slipway. Watoto wa kishua wote kipindi hicho watoto wa kishua wote wako Slipway. Ndio nilienda pale kwenda kuwawinda watoto wa kishua ili washiriki kwenye show yangu ya uh, um, Indian Ocean, right? ana miaka kumi na tano, right? Yaani ndio mwaka ambao anaingiza miaka kumi na sita, lakini kwa sababu nilikutana naye around I think June, Juni hivi, Juni hivi July she was still 15, na mia kumi na tano. Okay? Tumempenda mtoto, nimempenda, nimechanganyikiwa, naomba ushiriki umisi, naomba ushiriki umisi, nimehangaika kwao sana. Mamake hakuna kitu, mamake yako ataki kama Wema kuingia kwenye maisha ya ustaa. Mamake alikuwa ananiambia, sitaki mtoto wangu awe kwenye midomo ya watu. Sitaki, hayo mambo ya mamisi, mtoto ni mdogo. Kwa nini mnadhani niliangaika sana Wema kushiriki umisi? Niliangaika sana kwao kwa sababu alikuwa underage. Mama yake ndo achukua, yani ananiambia mtoto is underage, siwezi kumwachia aende kwenye macho ya watu. Nilikuwa nashinda kwa kina Wema pale, ki, uh, pale Kijito nyama nilikuwa nashinda pale yani, nikitoka kwa kina Wema, yani ni kwamba nakimbia chuo kwenye kipindi nikitoka kipindi nipo kwa kina Wema ili mamake anizoee anitrust. Kwao hawana dhiki, baba yake yuko vizuri. Kwa hiyo ya yani, gari. Gari? No, she will be fine. At, at, atapata hiyo gari hapa nyumbani. Yani lakini Wema mwenyewe she wanted to do it, yani alikuwa ana ile anataka kufanya. It took a lot it took a lot kwa mama yake, yani ile yani mpaka nikampromise mamake, mimi nitamtekea huyo mtoto, nipe huyo mtoto nitamtekea, hata ingia kwenye maskendo hata kwa kwenye midomo ya watu, atashiriki tu misi, yani mtoto wako ni Miss Tanzania hivyo, unaona. Kwa it took <coughs> muda mrefu mpaka mama yake akanitrust akaniambia, ke Mange, nakupa mtoto nakupa mtoto wangu kamwangalie. Yaani sitaki awe kwa midomo yetu, sitaki awe kwa maskendo, sitaki yaani ya mama yake mkali kishenzi okay? Mind you nikiwaambia huyu mtoto alikuwa kwao ni yaani issue za under age, naomba yani mnielewe, mnavyomwona Wema anaongea hivyo kid baby baby. Wema ndo maisha yaliyokulia kwao, mimi huyu mtoto nilipokuwa anashinda kwao huyu mtoto anaongea kama mtoto. She's 15. mimi mwenyewe naogopa nasema hivi, ataweza kwenda kusimama pale juu akaongea? Anaongea hivyo hivyo kwao mama. Hmm. Kwao anaitwa kimami hivyo, mnamwona, anaitwa anaita watu chi mama, chimama, nini chinini, ndio kwao kwa anaitwa huyo chimama. yani ya, yani, Wema ananyweshwa dawa na mamake. She's 15. Anaumwa ananyoshwa dawa hivi, analishwa na mamake yani, alikuwa kiti, kitinda mimba yani hivyo, anavodekeza watoto mtoto ataweza mambo ya sichalypi, eh? Sasa challenge ya pili mtoto iko under age. She's 15. Haruhusiwi kushiriki umisi ikabidi sasa tuanze kupiga akili, mimi na mwandaaji wa Miss Kinondoni yule, anaitwa Yusuf Boy George Akwaga, ndio mwandaji wa Miss Kinondoni yule, ambaye sasa ndio bosi wangu. Sasa mimi sababu mimi sikuwa nafanya kitongoji eh, afu akitoka kwenye kitongoji changu ndo anaenda kushiriki Miss Kinondoni. Kwa hiyo mimi nikamfuata yule bosi wangu eh, kaniambia, anaenda mtoto tunaye mkali, msanzania tunaye, tatizo hawezi kushiriki, mtoto mdogo huyu tunawafichaje wale kule Miss Tanzania wasijue kina Lundenga. Sitaki kuongea mengi maake, mambo mengine ni ligo, alafu utakuja baadae, yani video, umefanya ile video, Mange ivi, video this mimi na Boy George mimi na Boy Joji ndo tulicheza mchezo wote, tukaambia mamake Wema, we tulia, atakuwa ligo ushiriki huyu. Mimi na Boy George, mwandaaji wa Miss Kinondoni, ndo tukacheza Rita, tukacheza kule Uhamiaji, ikatoka best certificate, Wema Sepetu is 18. Ikatoka cheti cha kuzaliwa Wema Sepetu is 18. Tumecheza hizo zote bado, tukabaki na challenge moja, shule baada ya wema sasa kushiriki ile Mr. Indian Ocean kule shuleni, sasa siana shuleni kule, document za shule zinaeleza mtoto na 15 na ingiza 16 yule shule, yani wakawa contact wazazi wa Wema, eh, mbona huyu anashiriki hii kitu inataka mtu wa 18 eh, how? Kwa hiyo shule tukasema hawa shule wataharibu maana, wale shule wangeweza kuja kuongea huko, ikabidi tukacheza na dili shule, yani tuliangaika yule mtoto kuwa 18 years old. So ninapoambia wema is 34, naombe ni mnielewe. Wema ndio miss ndio miss mshiriki wa umisi pekee nchi ya Tanzania ambaye alifeki age kuiongeza ili ashiriki. Wengine wote huwa wana fake age kuipunguza ili washiriki, huyu alifeki. Na baada ya pale alihangaika. Baada ya pale, baada ya miss Tanzania, Wema ilibidi aendelea kushi celebrate birthday ya umri mkubwa every year, unaona, mike anasemaje, for over I think over uh 10 years alibidi aendelea uh, kuselebrate ule umri. Ni pale alipofika ambapo ule mwaka upofika kwamba a celebrate miaka thelathini, na huko anajijua bado yuko 27, 28 ndio Wema alipogoma kucelebrate 30 years, ndio alipoanza sasa kutaka kucelebrate age yake. Ukweli ndio wa Tanzania walipoanza kumuona huyu, huyu, huyu, dem jao unaona? wa Tanzania ndio hapo walipoanza kuchanganyikiwa, maana sasa Wema hataki tena kusema 30, hey, 30. Na wakati mimi sio 30. Pale ndio alipogoma kucelebrate ile birthday ya 30, akaanza akarudisha nyuma, ndio watu walipoanza kumwataka kama mnakumbuka, mimi mara kwanza nawaambieni age ya Wema nilikuwa hata siongee naye, ndo kipindi yuko na Bashiki, siongee naye hata siku na vizuri, lakini still niwaambieni ukweli, huyu mtoto ni mdogo ya yeah. she is Wema kapishana na na Kinganga about 2 years. Kinganga pia as, as nilikosea, I think niliwaambieni anaingiza between 33 and 34. Nilikosea, Kinganga this year anaingiza 32 years old, yeah? Unaona, no. Kwao King'ang'a na Wema umepishana about two and half years. Wema, Wema kam, kamzidi King'anga about two and half years yani hivo yani, yani, yani, ni Wema ndio sta yani mmoja wa masta wa Tzed ambao ni wadogo. Wengine wazee, au wote wazee, au 40, au kina auntie wote 40, 40 something. Wema is 34, au wengine wote wazee Wema is 34 years old. We kama utaki kanye wengine mangane, ni hivyo. kwa la saba, kwa la saba ndio nini? Tanzania kwa miaka ya nyuma, darasa la saba kuna watu walikuwa na miaka kumi na nane kumi na saba so wewe kwa la saba haina nini? Mi mwenyewe personally su nilisoma nao mtoto alikuwa anaitwa Cheche, tuko la saba, he was 18. sasa labda naye ndo type zile eh? Kwenu huko mechirishwa shule uko mzee la saba. Sa hivi mi nilikuwa la saba, usitambiwa nilikuwa la saba, we sema mi wakati niko la saba, saba nilikuwa na miaka kumi na saba, ndo namjua wema hapo, tutakuelewa so useme tu la saba la, la saba siku hizi ndo watoto la saba bado wadogo, sio sio kipindi kile bwana, na kama utaki wema ndio yake we kunya ndo hivo.